Ni onyo ni nakuonya usiseme ni nagoa, usije kujichangana kumchukulia poa, ukithubutu kufanya ujue na muopoa, ukimuacha mkeo haraka nitamuoa. Usione nadanganya kaniki kuipa ndoa, ni sema lo nitafanya talaka utapotoa, unaemu itapanya nitafunga na endoa, ukimuacha mkeo haraka nitamuoa. Ulimuolea nini kama haja kurisia? Kutwa yuko mashakani mwana ukimdoboa, kosa lake kwa nini? Ni leo nataka kujua, ukimuacha mkeo haraka nitamuoa Zinduka na mwa mwafulani, fikira hizo ondoa, kunahanayo thamani, hayupo a kumuoa, ati hawe kekindani, kwenye hilo umenoa, ukimuacha mkeo haraka nitamuoa. Sijui unataka ni bwana usovumilia, wataka ufanyiwe ni uone wahudumiwa, maana mimi silioni unalohangaikia, ukimwacha mkeo haraka nitamuoa Sikufichi abadani haraka nitamuoa nishinae nyumbani hayo unamkosoa haki utamtamani na machozi utatoa ukimuacha mkeo haraka nitamuoa. Mahari yangu kwa pani tayari ya shatimia, muache awe ndani akitoka na ingia, wewe jitie shetani kutaka alotimia. Ukimuacha mkeo haraka nitamuoa kuongeza sitamani tayari nishatongoa nimeweka hasarani yote nishakusudia shakosudia kumuoa nangojani na ngojani siku kimuondoa ukimuacha mkeo haraka nitamuoa.